Karibu katika himaya ya simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube, nenda YouTube andika himaya ya simulizi. Mateso ndani ya sanduku sehemu ya pili. Alipoufungua mlango alikutana na kipenzi cha moyo wake Anita. Wewe mbona saizi Amosi aliuliza huku akimkazia macho, maana siyo kawaida kukutana asubuhi. Vile nimeaga nyumbani kuwa kuna mtihani leo Jumamosi, hivyo wanajua nipo shule. Nimekuja kwa ajili yako, aliongea Anita huku akitabasamu. Aya, ingia haraka kabla wambea hawajakuona. Amosi aliingia ndani na Anita. Yaani wewe unalala hadi saa hivi, mwanaume mvivu wewe. Ulikuwa utani wa Anita kwa mpenzi wake wakiwa chumbani kwa Amosi. Ngoja nikaoge basi. Amosi alitoka nje na kwenda msalani kuoga. Ilikuwa kama dakika kumi Amosi achamaliza kuoga. Sasa alipoingia chumbani alikuta Anita kapafagia katandika kitanda, huku anamalizia kupanga nguo vizuri. Jamani, nikikuwa nitafaidi sana mpenzi wangu dakika chache tu nilizokuacha ushapendezesha chumba. Usijali, nipo kwa ajili yako kipenzi, Anita alimjibu na kumfata alipo. Naomba nikuvalishe basi, Anita alimwomba mpenzi wake Amosi. Sawa, ila angalia kuna nyoka umo, angalia asikungate. Amosi alimruhusu Anita huku akitabasamu. Anita alichukua tisheti moja ya kijivu kwa ajili ya kumvalisha Amosi. Lakini kabla ajamvalisha Amosi alihoji, "Jamani mke unataka kunivalisha nguo hata mafuta hujanipaka? Hahaha, nimesahau bana mume, ngoja nikupake." Anita alisogelea kikopo cha mafuta akakichukua. Hapo alianza kumpaka kifuani Amosi, huku anashuka mpaka kitovuni. Sasa hapo kidogo mizuka ya Amosi ilianza kumpanda, sababu alikuwa kabaki na taulo Mshumaa ukaanza kusimama. Amosi mi nitakuwa sikupaki, ona dude lako linanitisha, alisema Anita kwa mideko. Si umemchokoza mwenyewe, mimi ayanihusu, alisema Amosi na kumsukuma Anita kitandani. Kazi ya kupaka mafuta iliisha apo sasa, kilifata kingine kabisa. Amosi alianza kupunguza nguo za binti Anita Ambapo kwa muda huo moyo wake ulibadili mapigo kuwa ya kasi sana. Amosi, jamani leo siku mbaya, Anita alijitete, lakini Amosi hakumsikiliza. Alianza kumpapa kifuani kwa Anita na kufanya Anita kunyamaza tu, akimwachia uwanja. Amosi alipunguza nguo za Anita na kumwacha mtupu kama alivyozaliwa. Hapo aliweka taulo pembeni, kazi rasmi ilianza. Taratibu mume wangu Anita akimwambia mpenzi wake. Amosi alipoanza kuingiza mashine kwenye kitumbua cha Anita ambacho tayari kilikuwa kishaloa, Amosi alikishindilia sawasawa sawa, na kufanikiwa kufunga goli la kwanza, lakini bado hamu alikuwa nayo hivyo, aliunganisha la pili. Show iliendela mpaka muda ambao Anita alitaka kuondoka. Anita alikaa mpaka saa kumi ndiyo aliondoka. Siku hiyo Amosi alikuwa mtu wa furaha sana, maana kama kuichapa aliicha kisawa sawa. Jioni ilifika, ndiyo mama yake Amosi alikuwa anarudi. Leo alikuta nyumba safi. Ukweli hakuamini, kwa kuwa Amosi si mfanyaji usafi nyumba iwe safi kiasi kile. "Amosi leo umepatwa na nini, mbona kumependeza sana? Mama alihoji. Mama, naye nikifanya usafi unaongea, nisipofanya unaongea. Amosi alisema hivyo ili kupuzia mada. Aya, basi mwanangu, chakula kipo kwenye ndoo humo. Mama Amosi aliongea huku anaonyesha kidole sehemu ambapo ndoo ilipo. Siku hiyo iliisha.